Karibu sana mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara. Leo hii ni Susan Thuku. Tunaanza na taarifa kwamba baadhi ya viongozi wa ODM wanataka kaimu kiongozi wa chama hicho Seneta Oburu Oginga kuitisha kikao cha viongozi wa chama hicho na kutuliza mzozo unaoongezeka kwenye chama hicho. Wakiongozwa na makamu wawili wa wenyeviti wa kitaifa, Otiende Amollo na John Ariko, wamesema kuwa iwapo matatizo ya ndani hayatatatuliwa haraka, huenda yakaathiri imani ya wanachama kwa chama hicho aa, na kupunguza umaarufu wake kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Katika muda wa wiki chache zilizopita, viongozi wakuu wa ODM wamekuwa wakizozana wazi kuhusu nani anayejali zaidi masilahi ya chama, mara nyingi wakilumbana kwa maneno ya kejeli ya hadharani. Hali hii imevutia makini ya viongozi wawili wa kitaifa John Ariko na, na Otiende Amollo pamoja na kiranja wa wachache katika bunge la kitaifa Millie Odhiambo ambao sasa wanataka kaimu kiongozi wa chama hicho Seneta Oburu Oginga kuchukua hatua haraka kupunguza joto hilo leader

That, uh, we have not taken any side. Viongozi wakuu wa ODM wanasema iwapo matatizo hayo hayatashughulikiwa haraka, basi vyama vidogo vitachukua nafasi za kisiasa ambazo hapo awali zilikuwa za ODM, lakini wanaamini mizozo hiyo inaweza kutatuliwa bila kuhusisha mkutano wa kitaifa wa wajumbe. Our Katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna na kiongozi wa walio wachache bungeni Junet Mohammed wamekuwa wakibishana kuhusu matumizi ya rasilimali za chama katika uchaguzi mkuu uliopita, jambo ambalo kundi la Otiende limekataa kulizungumzia. What's going on?

Aidha, wabunge wamezungumzia ugomvi kati ya mwakilishi wadi wa Kileleshwa Robert Alai na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na kutoa wito kwa maafisa wa polisi kuchunguza suala hilo.